elimu inaharakisha mipango ya kuhakikisha wanafunzi wa Gredi ya tisa wanajiunga na shule za upili kufikia Januari mwaka ujao. Waziri wa elimu, Julius Migos, ametangaza kuwa mchakato wa kuainisha shule za upili umekamilika, huku mwongozo wa mpito ukitarajiwa kutolewa baada ya mashauriano ya kitaifa na wadau wa elimu. Aidha, wizara imepanga kufadhili ujenzi wa maabara 1600 kuanzia mwezi Julai mwaka huu. Safina Uchieng, Safina Achieng Oma ana maelezo zaidi. Wadau wa elimu walikutana Machakos kwa uzinduzi wa majadiliano ya kitaifa kuhusu mabadiliko katika sekta ya elimu. Waziri Julius Migos akiongoza majadiliano hayo ili kufuatilia utekelezaji wa mfumo wa elimu wa CBC to provide a platform for stakeholders' participation in the validation of our senior school guidelines. Mjadala huu unafanyika chini ya miezi kumi kabla ya wanafunzi wa gredi ya tisa kujiunga na shule za sekondari wakati ambapo bado kuna utata kuhusu mwongozo wa mpito.

Katibu wa wizara hiyo Belio Kipsang akisema shule zote zitahitajika kutoa angalau mifumo miwili ya masomo ya kitaaluma ikiwa na msisitizo mkubwa katika mwelekeo wa sayansi. Hakikisho hili linatolewa wakati ambapo kuna wasiwasi kuhusu kucheleweshwa kwa utoaji wa fedha kwa shule, hali ambayo imesababisha wazazi kubeba mzigo wa kuhakikisha shule zinaendelea kujikimu there is a balance of 14 billion that is remaining to be released for term 1 uh, which will make the 50% of the capitation for the whole year and we are working with treasury to release these funds and, uh, they are putting resources together and hopefully we hope that by the end of next week we should be having these funds in uh, the school accounts Mjadala huu unaozinduliwa leo na utaendelea hadi tarehe 13 mwezi Machi unawaleta pamoja wadau kutoka kaunti zote 47 ukilenga kusukuma mbele mabadiliko katika sekta ya elimu nchini. Safin Achieng Ouma, runinga ya Citizen.